Lakini kwa ndugu zangu vijana, nchi yetu, kwa takwimu tulizokuwa nazo, Tanzania ina idadi kubwa sana ya vijana kuliko makundi mengine yoyote. Aidha, katika mkoa wetu wa Songwe kundi la vijana ni kubwa kuliko kundi lingine, lakini wako vijana wanafanya kazi kubwa, kujitafutia kipato kupitia njia ya usafirishaji kwa bajaji, boda boda. Sote tunatekeleza majukumu yetu ya kuweza kujenga uchumi wetu mtu yoyote atutumie vijana kwa ajili ya kuweza kutimiza hatima yake, kuweza kutimiza ajenda yake. Tujue kwamba tuna dhamana ya kuweza kutumikia nchi yetu, tuna dhamana ya kuweza kuijenga nchi yetu ya Tanzania, ili tuweze kuikabidhi nchi yetu kwa kizazi kinachokuja ikiwa bora kuliko tulivyokuwa nayo leo. Kwenye waombe wananchi wenzangu wa mkoa wa Songwe, tujiandae tujitokeze kwa wingi katika vituo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo sisi tumekubaliana nayo. Mimi natambua kwamba wananchi wa mkoa wa Songwe ni waelewa sana, wananchi wa mkoa wa Songwe wanajitambua. Wananchi wa mkoa wa Songwe wanajielewa. Mimi ninaamini kwamba katika takwimu za kujitokeza kwenda kupiga kura, ninaamini sisi mkoa wa Songwe tutakuwa wa kwanza kwa kujitokeza kwenda kupiga kura, kwa hiyo ni watoe wasiwasi. Msitishwe na mtu yoyote, msishawishike kwa aina yoyote, jitokezeni kwa wingi tarehe 29 kwenda kupiga kura bila uoga wowote, ambayo siamini kama wapo, na kama wapo naao wasiamimu wakasema hala pengine, lakini hata mala pengine wamejipanga vitaio kama zikojipanga, sisi tutashughulika nao kikamilifu kwa mujibu wa sheria.